Kuna video ambayo inasambaza sasa hivi kupitia mitandao ya kijamii ikionyesha mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba, namzungumzia bwana uh, Salim Try again. Sasa hapo juzi palikuwa na moja kati ya kikao kikubwa kabisa ambapo kilikuwa kinafanyika pale uwanja wa Benjamin William Mkapa ambapo alikuwa anazungumzia uh, kuhusu dabi hii ya Simba na Yanga. Nafahamu kwamba tarehe nane ya mwezi wa tatu, mwezi huu palikuwa na mgomo uh, kuhusu ile mechi ya Simba na Yanga. Sasa alikuwa na diskasi kuhusiana na ye yeah. Mwisho wa haya yote, sasa moja kati ya stori kubwa kabisa ambazo sasa hivi na trend ni kuhusiana na eh, thamani ya gari ambayo inamiliki mkurugenzi uh, mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba, namzungumzia bwana Try again. Huyu ni kiongozi wa pale Simba Sports Club. Sasa ameonekana akiwa ametembelea moja kati ya gari yenye thamani kubwa kabisa duniani e, mmoja kati ya gari lenye thamani kubwa kabisa na mzuri, naizungumzia Mercedes Benz Maybach, moja kati ya benzi kali kabisa, ambapo thamani yake tu ni zaidi ya dola laki 4 na elfu 78 za Kimarekani, ambapo inakadiriwa kuwa na thamani ya uh, zaidi ya bilioni moja na pointi mbili za Kitanzania ni zaidi ya dola bilioni, eh, ni zaidi ya dola laki nne na elfu sabini na nane ambapo tukizileta kibongobongo ni zaidi ya eh, bilioni moja na pointi mbili za Kitanzania. Maswali yamekuwa ni mengi sana kupitia social media platforms zote kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia watu wengi walikuwa jiuliza kwamba kiongozi uh, eh, Simba wana viongozi ambao wenye thamani wanamiliki pesa nyingi sana mpaka wanaweza kujinunulia magari yenye thamani kubwa eh, kama haya, kwa sababu kinamna fulani magari haya tumeweza kuona wasanii wakubwa nchini Marekani, wasanii wakubwa nchini Uingereza wa wakiwa wana, wana, wana pull up na magari haya. Kumbe Tanzania pia kuna watu ambao wanaweza kuthamani, wana, wana, wana, wana pesa mingi sana, na wanaweza kumiliki magari kama haya eh, ma, ya kifahari sana magari haya, nadhani uh, tunamwona Jux, Jux uh, pia na gari hili la Mercedes Benz Maybach, lakini pia Chief Godlove na uh, el hili la Maybach, Maybach, Mercedes Benz. Lakini pia kwa mara nyingine tena tunamuona uh, mjumbe wa bodi ya wakurugenzi uh, ya Simba, namzungumzia bwana Salim Try Again. Ameonekana katika gari hilo, gari nyeusi ambapo tumemwona juzi kati hapo katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, waandishi wa habari wakiwa wanamrecord akiwa anaingia katika kikao hicho. Sasa maswali yamekuwa ni mengi sana kwamba e, thamani ya hii gari ambayo anamiliki bwana Try Again ni kubwa sana au sio? Sasa watu wengi maa ni mengi sana kwamba pesa natoa wapi? Huenda mshikaji ana vitu vingi zaidi, sure no no kwa ya Simba lakini pia